Oye! Dkt. Samia Suluhu Hassan, oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu wa katiba na sheria, tambue uwepo wa mkuu wetu wa mkoa wa Kagera na viongozi wote wa mkoa huu kama walivyotambulishwa na rasmi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, kama Chama cha Mapinduzi mkoa hatuna mengi zaidi ya kuwashukuru watendaji wetu, kwani hili mnalolifanya ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, limeandikwa ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliahidi kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi upande wa maendeleo ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa wetu iko asilimia zaidi ya mia moja. Ndio, ndio maana mkutano mkuu kwa pamoja tulisema kiongozi wetu apewe mitano tena, naye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa mmegusa na upande wa wananchi kwenye sheria kupata haki zao, tunawashukuru sana na tunawapongeza Kwani inawezekana ukaleta barabara ukaweka hospitali ukaweka ndege ukaleta reli na kila kitu, lakini mwananchi kama hajapata haki yake na sheria akakuadhibu kwenye boksi ya kura, lile ni jambo binafsi linalomgusa mwananchi yule. Tunawashukuru sana serikali yetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri na kamati yako yote kwa kazi kubwa uliyoifanya. Hata tulipokuwa kwenye kikao cha ndani nimekuambia Mheshimiwa Waziri, Mungu waendelee kukupa kipaji hicho kwa sababu ulienda kwenye michezo hata Yanga ambayo ilikuwa haifanyi vizuri ikafanya vizuri huko kafu <coughs> <coughs> lakini umerudi huku kwenye sheria mambo yamezidi kung'aa na mpaka kila mwananchi anaridhika. Mimi niwashukuru sana, karibu sana Kagera, tuna ushirikiano mzuri sana kati ya Chama cha Mapinduzi na mkoa hey, hey, hey, wa Kagera tuko vizuri. Tunamwombea maisha marefu haja Fatuma Mwasa aendelee kuaminiwa na mheshimiwa hey, rais, tuvuke salama 2025, tutende jambo letu. Asanteni kwa kusikiliza, Mungu awabariki sana. Viongozi wenzani, hilo hasa ulilomaliza nalo hilo hilo, lakini ile jingine, wageni waalikwa, tuko live, mama anakuja, tuko live TBC, lakini tuko live Instagram, YouTube, TikTok kwa Mama Samia Legal Aid Campaign. Unaweza kufungua pale ukaona kinachoendelea.